namna yoyote ambapo unaweza ukamshushia lawama pengine kocha Pantev, e, au wachezaji wao ndo walikosa kutimiza ule mpango ambao ulihitajika, kwa sababu kwa nafasi ambazo zilitengenezwa, kwangu mimi hapa, una lawama ziko sehemu mbili, tuseme lawama ziko sehemu mbili uh, ukizigawa kwa asilimia, asilimia 60 ya lawama unampa mwalimu na asilimia 40 unawapa wachezaji kwa ujumla. Tukianzia kwa wachezaji uh, asilimia 40, za lawama wa wachezaji ni kwamba kwanza, leo namna walivyocheza ni timu ambayo imecheza kama haipo kwenye msimu wa mashindano. Yaani kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Ilionekana ni timu ambayo inacheza kama haiko kwenye mashindano ya kafu ambayo kwa historia ya kueleka Simba kwamba haya mashindano ni kwa kama vile ni wana vitu ambavyo ilikuwa vizuri vikijirudia rudia. Uh, kwa hiyo wanaona kabisa namna nafasi ambazo wamepoteza, unaangalia nafasi alopoteza Mpanzu, ushampiga chenga beki, ushampiga chenga kipa ni kwamba tu alikuwa anatakiwa anazidi kuwa na utulivu na kukwamisha mpira vuni, lakini badala yake anajikuta anafanya tena papaya ya kupiga mpira, anapiga kwenye nyavu za pembeni akiwa yeye mwenyewe ameshaanguka. Lakini tu sio hiyo, kuna nafasi ambayo alipoteza Morris Abraham kipindi cha kwanza, ilikuwa Makele ni clear chance, kipa alishakubali, kipa alishaingia kwenye wavu yeye akaupiga mpira ukapiga kwenye posti na ukatoka lakini pia kuna nafasi nyingine ambazo ziliendelea, hata anapopiga unaona kwamba na mtu anapopiga apigi kama ana lengo la kutafuta goli. Kwa hiyo hapo kwenye asilimia arobaini unawapa wachezaji kwa hizo nafasi ambazo wamezipata. Pengine watu wasingeongelea matokeo haya, wangekuwa wameweza kumaliza mechi mapema. Ukija asilimia sitini ambazo unazompa mwalimu uh, unazigawa kwa maana mbili, unazigawa kwenye mafungu mawili. thelathini za kwanza mwalimu anaonekana anashindwa kutumia wachezaji alionao. Wachezaji wengi amewabadilishia majukumu namna anavyowapanga na, na wachezaji wengi ambao anawaingiza ni watu ambao kwa muda mrefu walikuwa hata hawatumiki, watu wa shaza hao leo. Huyu unapomwongelea uh, cha sambi ni mchezaji ambaye, ukiniuliza alicheza lini mechi ya kimashindano, naweza nikakosa kumbukumbu ya haraka, kwa sababu ni watu ambao walishaonekana kwamba timu, mfumo wa sasa na amna timu ilivyosajili, pengine ni watu ambao watakuwa ni chaguo la pili zaidi kuendelea kusubiri kuliko kuanza kuja ku kuingia ku kucheza. Unajaribu kuangalia pia mfumo anaotumia mwalimu bado unaona timu haichezi ile Simba ambayo inaeleka, Simba ambayo inacheza kwa hiyo, kunaonekana timu inapofeli kwenye namna hiyo, kwa kufeli kwa kuto kucheza, bado lawama zote wanamtupia mwalimu, kwa sababu yeye ndo anaandaa mifumo, yeye ndo anaandaa namna ya uchezaji, yeye ndo anaifanya selection ya wachezaji. Vyote hivyo vinapofeli, lawama zote wanamtupia mwalimu. Kwa hiyo kimsingi, bado unaona kwa matokeo ya leo, Simba ndo inakuwa timu ya kwanza katika mechi nane ambazo zina timu 16 zilizocheza jana na leo juzi jana na leo za klabu bingwa, Simba ndio timu ya kwanza imefungwa nyumbani. Timu zote zimepata ushindi nyumbani, isipokuwa grupu la Simba. Esperance amepata matokeo ya suluhu nyumbani jana zidi ya Stade Marian, na leo hii unamwona Simba naye anakuja kupoteza nyumbani. Kwa hiyo grupu hili la Simba ndio lina watu ambao wamepata matokeo ugenini ya ushindi na na hasara <tukatavata> <tukatavata>